Kuna mtu anaingilia mpango wetu, mkuu. Atakuwa ni nani uyo? Sina uhakika, lakini namshuku sana Cha Usiku. Mkuu, naomba unipeye nafasi nimshughulikie mara moja. Sidhani kama utamuweza, ana nguvu nyingi sana. Hapana mkuu, wewe niaminie, uyo hawezi nishinda mimi Kama unataka kuifanya hii kazi inafaa uwe makini sana. Unajua sijawahi kuangusha, kwa sababu huyo cha usiku naye mjua, kwa hivyo ntajaribu kadri ya uwezo wangu. Sawa, kijana wangu, nakuaminia sana, usio na shaka. Huyo ni mtoto mdogo sana kwangu. Ukihitaji msaada wowote nite, ntakusaidia. Nazra, Tunatakiwa kuwa makini sana. Sawa mkuu, nitakuwa makini <laughs> Huyo ndio kijana wangu sasa <laughs> Usijali mkuu, wewe nenda kapumzike, nende ukafanya kazi yako <laughs> Nazira, Nazira, Nazira.

Wewe umefika ajabu, Blewa. Mambo yanaendelea kuwa mabaya, ndugu yako ako kwenye hatari kubwa sana. Ako kwenye hatari ndiyo? Nini maana? Watu waliomvamia wamekuja na mbinu mpya. Kwani awo watu waliomvamia ni nikina nani? Nionyesha awa watu, mimi nataka kuwajua, nataka nidili nao eh? Basi niambie, niwajue. Mimi sitokoa hapa kitako nikiangalia watu wakimdhuru ndugu yangu, haiwezekani. Hivyo basi, safari ya baharini unatakiwa kuianza sasa hivi. Nisikilize nikuambie, mimi niko tayari kufanya kitu chochote ili nimsaidie ndugu yangu azinduke pale chini, maana usipofanya hivyo utampoteza Mimi safari hata na naweza kuianza sasa hivi, cha msingi tu we unipe maelekezo, mi ndakusikiliza. Nilikwambia ndugu yako atakuwa sawa. Natamani tu kama ningekuwa kwenye nafasi ya kuijua watu waliomvamia ndugu yangu, yaani ningedili nao, mmoja baada ya mwingine, hakuna kumwachia nafasi. Anahitaji tu maji ya bahari. Nashukuru sana. Hii ni kinga, mtu yeyote akijaribu kukuvamia hataweza. Asante sana, Cha Usiku kwa hakika, ukinisaidia ndugu yangu azinduke, nitakushukuru sana. Chukua, hakikisha safari unaianza sasa hivi. Asante sana cha usiku, umesimama na mimi kwa huu wakati mgumu, nakushukuru sana. Asante sana, ila nikuulize, kwani wewe huo unaishi wapi? Ama ulitokea wapi kijana? Acha maswali, shika chupa. Sawa, Safari naianza sasa hivi. Usijali kuhusu hilo. Hii safari siyo ya msaha hata kidogo. Kama nilivyokuambia mwanzo, ndafanya juu chini, ndafanya kitu chochote ili nihakikisha ya kwamba namsaidie ndugu yangu. Ondoka. Nilipata taarifa ndugu yako anaumwa. Wewe nilikukataza kunifuatilia. Umefuata nini hapa? Nilikuambia sitaki mazoea na familia yangu. Sikuona ubaya. Mimi nilitaka kujua tu hali yake. Hivi, ujue, usinichanganye wewe. Sasa hivi mimi tuko kwenye matatizo. Ndugu yangu anaumwa. Nataka niende nikamtafutie tiba, dawa. Sasa unaponisimamisha hapa, unanipotezea wakati. Kaka, wacha hasira, wacha kwenda barini, ndugu yako atakuwa sawa. Wewe nikuulize, udaktari umeuanza lini eh? Ama unesi umeuanza lini, unaponiambia ndugu yangu atakuwa sawa? Unajua chanzo chake? Eh, unajua chanzo cha ndugu yangu kuwa chini? Usiche kijua ni sawa sawa, ni usiku wa kiza. Hivyo basi, punguza shobo.